Hapa, papa, papa. <laughs> Hapa nitangaza nami TV eh, yani wewe usifikiri nimekuja makaburini unaona, bwana <laughs> usifikiri nimekuja makaburini unaona hapa bwana, nipo sehemu moja ya Geita ndani ndani kabisa huku huku ndani ndani ndani katolo kabisa huku e bwana eh, kuna mtindo mpya wa kutengeneza viazi. Yaani viazi vinatengenezwa. Unaona hiki kitu hiki? Unaweza kufikiri makaburini bwana. Mimi mwenyewe nimekuja kuishangaa hiki kitu. Eh, wanatengenezaje hapa hapa? Hii kitu kimoja anatoa gunia mbili tatu. Hii mali hii hapa bwana, yamo mengi yapo, mpaka kule mpaka kule eh, hey, bwana e, hey! <laughs> Tangaza nami TV nimeamua kujichimbia ndani ndani kukuonyesha vitu vingi wewe kama ni mkulima bwana, nachukua hii idea. Idea safi kabisa.